Na maumivu ya mgongo yamesalia ya kuwa mojawapo ya sababu kuu za matatizo ya kutembea miongoni mwa watu wazima ambapo hasa husababishwa na kutofanya mazoezi ya misuli inayozeeka. Hata hivyo, katika hospitali ya mafunzo na matibabu maalum ya Nanyuki, mpango wa kiubunifu unaleta afueni sio kupitia upasuaji wa matibabu ya muda mrefu, bali kupitia uchezaji densi. Tizama. Kwa kutazama tu inaonekana kana kwamba ni densi ya mazoezi katika ukumbi wa mazoezi. Hata hivyo, hili siyo darasa la mazoezi; ni mpango kabambe wa tiba ya maungo ya mwili kupitia kwa densi, unaonuia kuwasaidia wagonjwa kutokana na maumivu makali ya mgongo. Wataalamu wa afya wanasema kuwa maumivu ya mgongo yanahusishwa zaidi na kutofanya mazoezi na misuli inayozeeka, hasa watu wanapozeeka. Low back pain is uh, all over the world uh, the most prevalent condition that orthopedic surgeons uh, attend to. Takwimu za kimatibabu zinaonyesha kwamba watu wawili kati ya sita wa umri kati ya miaka 20 na 60 watakumbwa na maumivu ya mgongo kwa wakati fulani maishani mwao. Ingawa baadhi ya visa huhitaji matibabu, wataalamu wanasema kuwa wagonjwa wengi wanahitaji tu tiba ya muungo, huku mbinu kama vile densi zikisaidia katika kuondoa maumivu na kurejesha uwezo wa kutembea. That is the one that has the most benefits. Miongoni mwa wale wanaonufaika ni Florence Mudhoni na John Midhamo waliokuwa wakitegemea dawa kwa miaka mingi. Sabo, kwa sababu alikuwa ameniambia mambo ni mawili, eidha nioperetiwe eh, kama disk zimekaa vibaya ama ni, uh, uh, lakini ikasemekana disk tu ndio imeachana kidogo na nikifanya mazoezi itakuwa sawa kwa ukweli nimefanya mazoezi for the last uh, these eight, eight sessions na nasikia ni nafuu kabisa. Nikianza nilikuwa na shida kubwa sana ya mgongo mpaka, um, pahali nilikuwa nimeagizwa kuoperatiwa mgongo and that is about 3 years ago. Saa hata hiyo ushungu nilisahau na huku visa vya maumivu ya mgongo vikiendelea kuongezeka, mbinu sahili kama vile tiba ya densi huenda zikatekeleza jukumu muhimu katika kuimarisha hali ya maisha. Eh, so anajaribu kufanya zoezi but anashindwa. When we laugh as a group, it's also psychological. Maria Mbodi akiripotia, Darubini, Channel 1.